Mambo vipi, tuongezee uh, kuhusiana na peptic ulcers au uh, vidonda vya tumbo kwa Kiswahili. Sasa na wale, hizi kumekuwepo na hii kitu inaitwa acid reflux, imekuwa issue kubwa sana kabisa despite uh, hizi peptic ulcers na vitu vingine ambavyo. Sasa peptic ulcers zimekwenda ku complicate kuleta acid reflux. Sasa um, uh, watu wamekuwa na ile burning sensation, wana feel maumivu makali kwenye uh, tumbo la juu lakini sasa imefika stage sasa kuna discomfort inayotokea ndani ya tumbo, yaani gesi hazielezeki, tumbo alielezeki namna inavyoma, yaani mpaka inafika stage sasa hata mgonjwa anashindwa semeje. Lakini imefika stage sasa the these people wanasikia nausea, yaani anasikia kutapika tapika, lakini pia sasa na ile hamu ya kutaka kutapika na kuwepo, na wakati mwingine sasa watu wanatapika kabisa au wanatapika mpaka wakati mwingine wanatapika damu. So hii kitu imezidi kuwa issues kubwa sana kwa um, katika kipindi hichi. So far um, tumekuja na dawa ambazo zinaweza kuondoa hii kitu. Sifike stage sasa pa kuanza kupata complications ambazo sasa damu inakuwa uh, ndogo yaani zinakuwa na kitu moja kinaitwa anemia yaani inashuka damu kwa sababu ya complication ya upper GI bleeding na kwa umetokea. Lakini cha pili ni kwamba inapofika stage sasa inaanza kusababisha sasa very hard stool ambayo sasa inaenda kupelekea paka mama asili manini hivyo yani, paka fikie stage sasa, tunapata kitu kinaitwa merena, that is a uh, very big complication ambayo imetokea so far. Hatuna dawa ambazo zimekuja nazo ambazo zinatibu kwa kutumia mboga mboga na matunda, dawa ambazo zinatengenezwa kwa, zimetengenezwa kwa mboga mboga na matunda na hazina kinyo kabisa kabisa. Thank you so much guys, tutaweka namba zetu hapo chini kwa ajili ya mawasiliano na kama unahitaji please, usisite kututafuta. Mimi ni Dr Manuel, bye guys.